Yes, niseme Ramadhani Karimu. Kwa wewe Mwislamu ambaye hupo ndani ya funga, kitu cha msingi ni kusihi kwenye kufunga, usisahau kusali na ikikubidi zaidi uweze kusoma Qurani kwa Waislamu ambao wapo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Bwana, hii ni Nyundo TV na ni mahojiano ama exclusive interview na miongoni mwa wasanii ambao kwa hakika naweza nikasema kwamba ungetamani kuwasikiliza ama kuwatazama juu ya mazuri ambayo wamekuwa wakifanya kila kukicha, na nilishaanza utaratibu kuweza kuzungumza na wasanii walioshiriki tamthilia ya Samahani Asante, moja mmoja kati ya tamthilia ambayo natakiwa niseme inafanya vizuri sana kwa muda huu ama kwa sasa, tamthilia ambayo inapatikana kunako YouTube chaneli ya, ya, ya, ya Mkude Kitale Simba, sawa? Mm. ya Mkude Kitale Simba, nenda kaifuatilie, kama wewe ni miongoni mwa watu ambao wanapenda zile tamthilia ambazo zina masuala fulani ya ushirikina, utakutana na kina Mzee kama mule Eh, kuna Gumla Senga utakutana nao, lakini kama pia unapenda masuala ya mahusiano na mapenzi, wapo kina Shafii na kina Aisha, watakonga nafsi yako. Muda huu nazungumza na mke wa Galula kama sikosei, eh, kwenye tamthilia ametumia jina la, la Sakina. Eh, nazungumza naye, atuambie vile ambavyo wameshiriki ta kwenye tamthilia hii na changamoto zake hasa zaidi zilikuwa ni zipi. Kama kuna kitu kingine ambacho ulikuwa hujakifahamu na unatamani kifahamu unakwenda kukifahamu mambo Poa. Poa. Niko poa. Bana kama mnyonge hivi umefunga? Hapana. Umefunga? Ah, mimi bado kidogo nitafunga. Na nashukuru kukutana na wewe nashukuru kuzungumza na wewe mmoja kati ya wa washiriki ambao eh wameshiriki kwenye tamthilia ya Samahani Asante. Nina mengi ya kukuuliza lakini naomba nianze na jina ambalo umetumia kwenye tamthilia ya Samahani Asante. Sakina ndio jina lako ambalo wazazi wamekupa ama jina tu mwandishi aliamua kuite, wewe unaitwa Sakina? Uh, mwandishi tu aliamua kuniita Sakina, hmm. Lakini kwa majina yangu naitwa Suzana France Kiliani, ni muigizaji kwenye tamthilia yetu ya, ya Samahani Asante nimetumia kama Sakina, lakini jina langu la sanaa huwa napenda kutumia Jojo. Ya, yeah. Sanaa yako ilianza ni miaka mingapi iliyopita vile ambavyo umeanza kuigiza mpaka leo <coughs> uh, tangu mwaka elfu mbili na kumi na tisa. Kumi na tisa. Yep. Uh, miaka mingapi? kumi na tisa mwaka leo kama ishirini kama uh, uh, Sita hivyo sita, ila sita mitano mm-hmm. Ah, mkongwa kidogo kidogo. Game unaionaje tamthilia game ya maigizo, vile ambavyo naenda kuanzia pale ambapo umeingia kwenye sanaa na sasa hivi eh, kuna vile ambavyo unaona sanaa yetu ya Kitanzania inakuwa inadidimia ama imestaki pale pale? Uh, tamthilia sasa hivi mambo ya sanaa kidogo, Mwenyezi Mungu naona kama anabariki kwa kasi kubwa sana mm. Ya, yeah tofauti na kipindi kile, yaani kwa sasa kidogo naona hali alhamdulillah. Ilikuwaje mm. yeah, wewe ukaingia kwenye sanaa ama ulijitambua vipi kwamba wewe ni mwigizaji mpaka ukaingia kwenye sanaa? Nilijitambua ni kitu ambacho nakipenda kutoka kwenye moyo wangu, napenda sana kuigiza na ni kitu ambacho nilikiwekea malengo. Hivyo siku Mwenyezi Mungu akinibariki na mimi nitakuwa msanii mkubwa koni ni kitu ambacho niko nacho ndani ya moyo wangu hmm. yeah. Nani sasa alikwambia wewe wewe wewe kama una... ni mwenyewe tu uliamua? bali mimi napenda kuigiza yeah, ni mwenyewe tu nimeamua. Uliamua, ulianzia kuigiza wapi shule ama nyumbani? Shuleni. Na, wapi, yo? Ah, shule moja inaitwa Tandali. Tandali. ni huku ku Morogoro, huko vijijini, sinajua sana. na kazi yako ya kwanza unaikumbuka ilikuwa ni ipi? kazi yangu ya kwanza ni mzimu wa baba. Yep. ni nani? Juma Kigobola. Kigobola. Yep. Sasa ilikuwaaje ukaja kukutana na Kitale? Ah. nilikuwa na mtu ambaye alinipigia simu akanielekeza Bwana Jojo kuna moja mbili tatu nikaona sio mbaya, nikaenda nikakutana nao, ndo nikafanya kazi ya Samahani Asante. yapo. ulishawaza kwamba ipo siku utafanya maigizo wewe na Kitale, utafanya sanaa na Kitale? Kiukweli sikuwahi kuwaza, bado sijawaza, lakini lakini namshukuru Mungu. Ile siku ambayo unatoka nyumbani umepigiwa simu kwamba unakwenda kuigiza papo, kakutana na Kitale huyo hapo, ambaye ulikuwa unamwona tu kwenye TV, labda kwenye simu, ulijisikiaje au kipi kilikuingia? Kiukweli nilijisikia furaha sana Yaani nilijisikia hamani na sikuamini kama ningeweza kukutana na Kitari kwa wakati ule. Alikupendaje? amna shida, uenda uenda watu wakajiuliza, alikupendaje? Namaanisha alinipenda, yaani alipenda, alipenda kasti yangu ambayo nilitakiwa kuwa mke wa Galula alivyoniona tu wakani, akaona na fiti pale ambapo alipanga kwa ile sini ambayo natakiwa kucheza na Galula yeah. Kwani, Samahani Asante ndo tamthilia yako kuigiza na Kitale ya ndo hiyo kuigiza naye, kabla sijawahi kwa kweli. Sasa ile siku ambayo Kitale amekuona akasema, we utafaa kuwa mke wa Galula, alivyokupa ile wewe, ulihisi utaweza kweli kuwa mke wa Galula, ukimtazama vile alivyo, mtu fulani ambaye ana matukio, yaani kumwongea sura yake tu mwenyewe ni mtu ambaye nimekaa kichawi chawi. Wewe ulihisi utamuweza kweli? <coughs> yeah. nilihisi tu nitamweza. Hmm. Ni lisi nitaweza. Umeolewa? Mm-hmm. Hapana sijaolewa. Uh, ila una, una bila shaka utakuja kuolewa hapo siku. Inshallah e, Mwenyezi Mungu akileta heri. Sasa uje kukutana na mtu kama Galula vile na tabia zake unahisi unaweza kudumu naye kwenye ndoa kweli? Hmm. Kiwalisia sidhani. Sijui kwa kweli <laughs> yeah. Lakini kile ambacho umekiigiza bila shaka kwenye jamii ipo, ndio maana mwandishi Manabola Kichole atuletee sisi watazamaji. Unahisi ni namna gani ambavyo watu wanaathirika, wake wanaathirika kwenye ndoa za wanaume design hii? Wapo wengine wanapitia magumu kama ambayo nimepitia mimi. Yani katika uhalisia ni hipo, lakini kwa upande mwingine kuvumilia, kumvumilia mtu ambaye mchawi yahitaji moyo unasemaga mm. Ndege wawili wanaruka pamoja huwezi kuhisi labda ni, ni, ni, inawezekana wewe ukafuata yale ambayo mume wako unayafanya. Hapana. Umempenda hmm? Kweli hmm? Umempenda kweli? kumpenda mtu mzima vile nimpende, ni jamani, ni vile tu unamfurahisha mamako, babako, umeolewa na mtu mzima kama vile jinsi. Ndo hivyo, hamna jinsi. Kumbe we Galula hujampenda kweli. Kiukweli, msizani, sijampenda. Inanikumbusha <laughs> <laughs> e, no, ile siku ambao unaenda kudai talaka we na adogo zako e, nadhirisha kweli kwa ujampenda unamng'onga ah, mtu mzima kama yule, jamani mimi niende nikampende mtu mzima sana babangu, lakini ndo hivyo nilifanya kwa ajili ya kufurahisha <laughs> mm, wazazi wangu. Unaweza kuingia kwenye ndoa na mtu mzima Kiukweli ukweli, ukweli. Hapana, labda nizidi miaka mitano hapo sawa. Kwani wewe wewe, hivi nishakuliza, sijui sh, wee umeolewa ujaolewa? Sijaolewa. Ume design gani? Unasikia kuna sahii mwanaume design gani? Awe tu anajitambua, awe anajitambua, anajua nini maana ya mwanamke. Hivo umri kwako umri usinizidi sana, yani tusiwe kama mtu na mwanaye. Kidogo kwenye saa tisa siwezi. Sasa alivyo mzee nini ba? babu yangu? Sasa mwanaume mume kwenye mume, sasa, mume, sasa, una maswala, babu, inakuaje? Hapana, kwa kweli kwa mzee, kama uongo ambayo unaikumbuka ulishuti, alafu unasema ile, ukitazama ulifanya uli, uli, kama, kama masepetu mwenyewe unajiona kwamba uliua kwenye Samahani Asante sini ambayo nililala pale chini kama vitu vinanikaba, ile sini kweli, ninaona nilicheza pale kwa bazani kwako pale mm-hmm. pale nilipolala chini kwenye mkeka, kiukweli pale nimeona kama nimecheza kweli, nimecheza, maana nimecheza ule uhalisia kabisa. yeah. Sini gani kwako ni bora kuliko zote, wenyewe ukiitazama unasema da, ile kiboko ile, ile sini ambayo nilienda kumuomba samahani mme wangu samani ya kumng'onga. samani ya kumng'onga. Maana je, tukao mwenye ndugu zako tulipanga njama, na kweli ikatiki mm. Ile sini kweli tulicheza mm. <laughs> Singine ambayo ni utamani hata kuikumbuka ili kuumiza wewe dha labda lisha kugusa maisha yako namna yote ile mm, kwa bali hamna, hamna. Bali zote nafurahia nazo kuzicheza, amna sini ambayo unaijutia. Kumekuwa na kawaida ya kwenye hizi kambi ambazo wasanii wao mnashiriki kwa wale viongozi, whether ni madirector, makameramani, maproducer eh, wakikuwa na msana mrembo kama wee mzuri, mara nyingi huwa anakwambia, bwana, mimi nipe kitu fulani ili upate kuingia kwenye sinema nyingi. Tutumie, tutumie maiki zetu na kamera yetu kama kukomesha haya mambo. Kwa maana tuachane wale ambao wana tabia hii waachane nazo. Kwenu nani pale ana tabia hii kunyemelea nyemelea wasanii? Mm, kwetu hapana, kweli tunakuambia ukweli kwenye kambi yetu kwenye movie ambayo tumecheza hizo tabia hakuna. ya, Unaenda pale unafanya kitu ambacho kimekupeleka ya. Kambi yenu ni kambi ambayo inasifika kuwa na wasanii wengi sana mnaishi vipi na watu wengi design? Kwa sababu tunapenda kusaidiana, tunaheshimiana kwa upande mmoja ama upande mwingine, yaani ni watu ambao tunakaa tunaongea vitu ambavyo vinaeleweka, au tunaelewana kwa umoja ya. Mathalani, mtu akatamani kufanya kazi na Sakina. Kuna, kuna namna yoyote ambaye Kitale amekufunga usiende siende sehemu nyingine ama mkataba upoja? Uh, Kitale hajanifunga mimi, naweza nikafanya kazi na mtu yoyote yeah. Eh, gharama zako zinawezekana? Gharama zangu ni tunakaa, kama kuna kazi tunaitana, tunakubaliana, tuna tunaingia mkataba. E, kama kuna sini ngapi tuna hivyo ini Samahani Asante kidogo imeitika vidole, mtaani vinaendaje? wanakupongeza bwana, we ujui watu wanakusema, maana yake nini? ah, mtaani kwangu mimi kidogo alhamdulillah, kajina kapo, kajina kapo akiniona e, Sakina Sakina Sakina Sakina Sakina, namshukuru Mungu kidogo naonekana. Mm. Yeah. Samahani Asante kama kupeleka kwa jamii, imenipeleka sana, yaani imenipeleka kiukweli, sikutegemea kama ningefika hapa nilipo. Mshukuru Kitalea, mshukuru Kitale. Yeah. na pia wasichoke wasichoke kuna mambo mengi tu yanakuja. Yeah. Kama mtu akitokea akasema kwamba Sakina bila Kitale asingekuwa Sakina, unahisi ni sahihi ama anamtukana yule wa kwanza ambaye wewe umekupeleka kwenye sanaa? Hapana, awezi akamtukana wa kwanza wala awe, yani, awezi akamtukana hmm. Kwa sababu naweza nikasema Samahani Asante ndio movie ambayo imenitoa mpaka hapa nilipo. Hmm. Naweza nikasema Kitale kan, kan, kan, kanitoa kwa namna yote ambazo, ambavyo kuna movies zao za Kitali utashiriki ama ndo mwisho hapa? Zikiwepo nitashiriki, nitashiriki, Mungu akipenda, kuna mambo mazuri yanakuja hapo mbele. Mwisho wa siku ile, ndo inaendaje sasa? Ndo talaka vile ushapewa ama manake nini? Tutarajie nini pale, mume anataraji kuomba samahani kumtaka mkewe ama, ama, ama, ama nini kinakwenda kutokea <coughs> kwenye yule upande? Msijali, kuna vitu vitakuja pale mbele, mtavielewa vizuri ana mimi mimi, naona kama vile sini zako ndo zimeisha, ushagiwa talaka, mrudi nyumbani. Eh, mume anaendelea na maisha yake. Kumbuka mume kashia kutembea kwa kwa na zai huko nyuma huko, sio ulikuwa hujui, kama ulikuwa hujui nakudokeza hiyo, washirika wash... <laughs> washakulana wenyewe kwa wenyewe. Sasa wewe utakuwa na nafasi siku hiyo, tutaendelea kukuona kweli, tuombe Mungu, msijali mm. mimi siwezi nikashindwa bwana. a mm. watu ambao bado hawajaitazama Samahani Asante, sante unahisi wanapitwa na kitu gani? Yani wanapitwa na vitu vingi vingi vingi, wajitahidi sana kuangalia. Samahani Asante inapatikana YouTube, hata huko mtaani kwenye vibanda vya nanilio vya kurusha movie zipo. Sasa hivi zimetoka na watu huwa wanaposti kwenye YouTube zao. Hivi ninyi mnaonaga au mnaonage? Tunaona japo sio sana, wanachukua vile vipande kadhaa, yani pale kilipoishia wanachukua, anaweka na movie yao nyingine mbele inaendelea kwao. Huwa huw wanawachanganya sana watu, lakini wakitaka kuangalia movie samahani asante wanaingia kwenye chaneli ya, ya Mkude Simba, pale ndo wanapata kila kitu. Tumalizie yeah. vile ambavyo watu wanaweza kukupata. Hey, wewe unataka fanya kazi na wewe ama mtu anatamani awe rafiki na wewe kupitia mitandao yako ya kijamii. Uh, Facebook unatumia Jojo Blaze, ukiingia Instagram pia natumia Jojo Blaze. TikTok Jojo Blaze, unanipata huko hivi yeah. mtu akikwambia mwelezee mume wako Galula ni mume design gani? Yani si hata nimwelezeje? Ah, ni mwanaume mm, kwa upande mmoja ama mwingine mwanaume ambaye kweli anajali kwangu, anajali lakini, ndio vile ana mambo ya ajabu ajabu, muda mwingine ukimshauri ashauriki, anamsikiliza sana mzee wake yule, si nani Gumla Senga, mm. Ai, yeye umwambie kitu kwa ule baba, yaani unaweza ukamshauri hivi, lakini ushauri mkubwa anaenda kwa Gumla Senga, mm. Kwao ni mwanaume ambaye anapenda sana ushauri wa nje kuliko wa mke wake. Kama kama hivyo wapo wapo wengi sana. Mm. Kwenye ndoa zenu huko. Yeah, wanitoa, wapo. <laughs> Okay. Bana, mimi nashukuru kwa muda wako na nashukuru kwa kuweza kuzungumza na wewe, na mimi tumalizie neno la mwisho lolote ambalo ungetamani uambie watu ambao wanafuatilia kazi zako, watu ambao wanampenda Sakina, watu ambao wanampenda Jojo, watu ambao wanaipenda Samahani Asante, nawaambia wasichoke kutufuatilia, wasichoke mimi ni msanii wao mpya, nimekuja kwa kasi. Naomba Mwenyezi Mungu tu abariki pale ambapo napita, pakaweze ku, kufika mbali. Wasichoke kunifuatilia, nawapenda sana na sapoti yao ndio muhimu katika maisha yangu mimi ya sanaa. Ya. Yeah. Anasema sapoti yenu ndio muhimu kwenye maisha yake ya sanaa. Ni mke wa Galula, miongoni mwa washiriki ambao eh, wamefanya vizuri sana kwa nafasi zao, kuna kutamthilia ya Samahani Asante. Mmoja kati ya tamthilia ambazo nisiposema kwamba inafanya vizuri kwa sasa, inastahili inastahili ni adhibiwe. Mimi binafsi ni mdau mkubwa wa Samahani Asante. Ikitokea kwamba siku haijapostiwa, lazima niumie. Nimezungumza na Sakina, mke wa Galula. Hebu tuambie kwenye comment hapo. Vipi ambavyo eh, unaenjoy, vipi ambavyo unafurahishwa, vipi ambavyo unapatwa na furaha kuona eh, tu kwa kutafuta internet kukupostia eh, kukuletea wewe unatazama lakini kazi yako ni kuhakikisha kwamba una like una comment unaacha maoni yako hapo na kubwa zaidi una subscribe tumia nafasi hii kuweza kuniambia kwenye comment hapo baada ya kuona tamthilia kuona eh, mahojiano haya na Sakina ungetamani nani mwingine uweze kutazama mahojiano yake uenda kwenye tamthilia hiyo hiyo ama kwenye tamthilia nyingine hii ni Nyundo TV. Thanks for watching